Nawakaribisha katika tafakari ya kipindi hiki cha Kwaresma. Kipindi cha Kwaresma kinaanza rasmi mwaka huu tarehe kumi na nane mwezi wa pili katika Jumatano ya Majivu, Jumatano ambayo katika ulimwengu mzima ndiyo siku rasmi ambayo tunaanza kipindi hiki cha Kwaresma. Kwanza kabisa katika ibada zetu za misa siku hiyo, kuna kupakwa kwa majivu ambayo imetengenezwa kutoka kwa matawi tuliyoyatumia katika Jumapili ya matawi ya mwaka uliopita. Zinakusanywa pamoja, zinachoma, zinatengeneza vizuri, halafu pia visakramenti vile ambavyo ni vikuukuu ambavyo havitumiki, pia wakati mwingine vinaweza kutumika ama jia moja ya kutayarisha haya, haya majivu. Hii ni siku ya mfungo. Na ni siku ya kila mkatoliki kushiriki katika siku hii na katika sala hizi. Na hakuna vile siku ya Jumatano ya majivu itafanyika siku ya Alhamisi ama siku ya Jumane kulingana na hali zetu no. Imewekwa na kanisa vizuri, ni siku ya Jumatano, and it's a day of obligation. Ni siku ambayo ni mfungo, wewe sifunga siku ya Alhamisi ama ya Jumapili siku napewa Jumatano mnafanya mna, mna, majivu ya pana ni tu peke yake siku ya, ya Jumatano. Katika siku hii tunaalikwa au tunapewa mwongozo wa vile ambavyo tunaishi katika kipindi cha Kwaresma. Kwanza kabisa ni kipindi cha mfungo. Kipindi cha mfungo, tunafunga mambo ya chakula, tunafunga maisha yetu ya dhambi tunafunga njia ambazo zinafanya maisha wengine kuwa magumu, tunafunga maneno machafu, tunafunga majivuno yetu, tunafunga e, madharau ambayo tuko nayo, ili tuweze kupendeza mbele ya Mungu na mbele ya, ikiwa ni njia moja ya mabadiliko ya dhati, yale ambayo tunaalikwa tuweze kuyafanya katika kipindi hiki cha cha, cha Kwaresma. Kwa hivyo wewe kama ni baba katika familia, funga kuchelewa wewe kama ni mama katika familia funga maneno machafu. Wewe kama ni baba katika familia funga kutowajibika. Kwa sababu haya ni mambo ambayo si mazuri na tunaomba tukaweze uh, kuyafunga. Ni wakati wa kurarua mioyo yetu kama vile, e, tunasikia katika somo letu ya kwanza, rarueni mioyo yetu bali sio nguo zenu, rarueni Mungu aweze kutazama udani wenu, aweze kuwaletea yale mabadiliko ya kweli. Pia e, nyanja ya pili katika kipindi hiki ni ya sala na maombi, ni ya sala na maombi. Najua na kuna sala ina tofauti. Kuna sala ya shukurani, sala ya kuabudu e, kuna sala ya sifa, kuna sala ya kuomba. Hizi sala zote ni muhimu sana kwetu, kwa sababu ni wakati wa kushukuru Mungu kwa kuunduma wanawake anje kuteseka kwa ajili yetu, kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu tunasoma katika Injili ya Yohana sura ya tatu mstari wa 16 Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee. Ni upendo ulioje huu! Kwa hivyo tuna sala ya shukrani kwa sababu ya upendo wa Mungu ambao ako ndani. Kuna sala ya kuabudu, tunamwabudu Mungu kwa sababu tunaona ukuu wake katika maisha yetu, mahala ambapo kila mmoja wetu amefikia, hata kufikia hata kufikia hata Kwaresma, ni ukuu wa Mungu. Kwa hiyo unapoona huu ukuu wa Mungu, tunapiga magoti na kuabudu, kwa sababu hakuna mwingine ambaye ni mkuu kuliko huyu tuna mahitaji yetu, ndio maana tuna tuna tuna sala ya maombi. Maombi kwa ajili ya familia ambayo iko na changamoto, haina amani. Maombi kwa ajili ya uchumi ambao si mzuri. Maombi kwa ajili ya watu ambao si wasikivu. Maombi kwa ajili ya ndoa ambayo si kamilifu. Maombi ili niweze kuhalalisha ndoa yangu. Maombi ili biashara yangu isimame. Maombi, maombi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu ni tofauti kabisa. Maombi kwa ajili ya nchi yetu. Sasa mwaka ujao ni uchaguzi, kuna maombi ili uchaguzi ambao uko na amani So kipindi hiki ni wakati, cha mao, ni wakati wa maombi. Unapofunga tunapata muda zaidi kwa ajili ya maombi, kwa hivyo, hiyo nyenje ya pili pia ni muhimu. Nyenje ya tatu katika kipindi hiki pia ni ya kujinyima na kuweza kuwakumbuka wale ambao hawajabahatika katika jamii, arms giving, arms giving, ili tuweze kuwafikia wengine wale ambao hawajabahatika kama mimi aaa, kama... hakuna ambaye ana chochote ambacho anahitaji, na pia hakuna yule ambaye hana chochote ambacho hawezi hata kufanyia mwingine. Unaweza kuwa labda hauna chakula, unaweza kuwa labda hauna pesa, lakini uko na maneno ya kufariji, uko na maneno ya kutia matumaini mtu ambaye ameathirika na mambo tofauti tofauti. Arms giving, ni vizuri, ni vizuri kuwa na wakati kwa ajili ya wengine, pia kuwa na wakati kama familia, ni njia moja la tendo la huruma. Kuna akina baba akina mama wengi, vijana wengi, hawana nafasi na familia, kila mmoja kwa kivi yake, labda tunyinyime wakati huu hizo starehe za kule nje kule mbali, tuweze kuwa pamoja na, na, na familia zetu. Hawa watoto wetu wanatuhitaji tuwe karibu nao, lakini wazazi wengine hata tuko karibu, tujinyime kukaa mbali na familia zetu, tujinyime, tuwe karibu na hawa watoto. Kuna mtoto mmoja ambaye uh, aliuliza na mwalimu wa Sunday school kama ungependa kuzaliwa tena, ungependa kuzaliwa kama nini? Akamwambia mwalimu, mimi kama ningependa kuzaliwa tena, ningependa nizaliwe kama TV. Mwalimu akashtuka akamwambia, kwa nini ungependa kuzaliwa kama TV? Kwa sababu mimi naona mama akikaa mbele ya TV anacheka, baba akikaa karibu na TV anacheka, majirani wakija kukaa kwa TV wanacheka, lakini mimi nikiwa hawana furaha na mimi. Najua nimefundishwa mimi ni baraka kwa wazazi wangu, ningependa nizaliwe kama TV ili wakinione wafurahie. Kwa sababu gani huyu mtoto alisema hivyo? Kwa sababu watoto wazazi walikuwa karibu na TV, karibu na mpira, karibu na soap operas kuliko watoto wazazi. Kipindi hiki cha, cha cha Kwaresma tujinyime matumishi ya social media, tuwe karibu na watoto. Vijana wengi wanatumia pesa zao nyingi sana in, battles, in internet kutazama hapa na pale. Tujinyime wakati huu hata labda wengine hataweza akajinunulia kitu cha maana, kwa sababu so long as yeye amepata bado hana shida, so long yako na internet hana shida, anaona kwa sala. Lakini mambo muhimu afuatilie pia ni wakati wa kujinyima muda mwingi wa TV, muda mwingi wa simu, muda mwingi wa social media, ili tukaweze kukaa pamoja kama familia. Kuna wakati unaona ya kwamba kila mtu kwa nyumba ako, amenyamaza, anaongea na walio mbali walio karibu ongei na wao. Unaona ya kwamba wakati mwingine huyu baba hapa hivi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa simu yake ako na huzuni, msichana wake pale anacheka, mama pale anacheka, kijana pale ako na huzuni, kwa sababu kila mmoja kwa simu na wanatazama filamu au wanatazama mambo tofauti tofauti, na wako kwa nyumba moja. Nyumba imekuwa tu ni kama mahala pa kuja kukaa, si kama familia. Nyumba si familia, sisi wanadamu tunafanya nyumba ikuwe familia. Wakati tu tujinyime, Wakristo wapendwa, wana Kenya wenzangu tujinyime haya mambo yote ambayo yanatupeleka mbali na wenzetu, ili uweze kuja karibu na wale ambao tuko nao. Kwa hivyo pila hii ya tatu ambayo ni ya kujimba na kutafuta muda kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya majirani, kwa ajili ya wengine ni nzuri sana. Tuipalilie na itatusaidia sana. Pia itafanya a new life katika familia zetu, a new life katika jamii, a new life katika kanisa na pia katika nchi yetu. Pia tukumbuke kwamba katika kipindi hiki kuna yale mambo ya kinitujia ambayo ni muhimu kuweza kuyapangilia kuyaangalia. Kwanza kuna the devotion kwa ajili ya msalaba ambayo tunaifanya kila Ijumaa ili tuweze kusafiri na Yesu siku hizi arobaini zake ambazo anasafiri kwa ajili ya wokovu wetu. Pia kila Mkristo Mkatoliki na watu wa nia njema wanaalikwa katika parokia zetu tofauti, tukaweze kushiriki katika jia ya msalaba ambayo imepangiliwa kwa masaa tofauti kulingana na maeneo tofauti. Kwa hivyo viongozi, mshirikiani na maparoko wenyu ili mweze kupangilia vizuri, na wakristu tu, tuone ya kwamba tuna tunashiriki tuna, tuna kamilifu katika njia hii ya msalaba. Pia kuna mfungo ambao unaongozwa na baraza la maaskofu, kujinyima kwa ajili ya kuendelesha kazi ya haki na amani katika nchi yetu ya Kenya. Nauliza wakristo wote ambao wako na wa wa uwezo, na kila mmoja kuna uwezo tofauti. Kuna bahasha zinapeanwa, ama kila parokia inajipanga kwa njia moja au nyingine, ili huo mfungo wangu na ule mfungo wako ukiweka pamoja utaweza kusaidia sana kitengo hiki ambacho ni cha kanisa, ni cha baba baraza la maaskofu, ambacho kinatusaidia sana katika hii sekta ya haki na amani, ambacho kinafaa kuwa katika kila njimbo na kila parokia kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza katika parokia zetu kule mashinani ambazo tunaweza kuzihando kutoka kwa kitengo hiki cha CJPD ambacho kinatusaidia katika kudumisha haki na amani na usawa, na pia kuona kwamba binadamu unalindwa e, katika e, mashinani na katika a, parokia zetu. Pia katika kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi ambacho tunaalikwa kuweza kutenda matendo ya huruma kwa jirani zetu, labda kwenda kuwatembelea wafungwa, kuwatembelea wale ambao ni wazee na kuwasaidia kwa njia moja ama njia nyingine ambayo ni nzuri. Kwa hivyo kipindi cha Kwaresma kina mambo mengi mazuri, ambacho kila wakati tunapoenda katika ibada zetu mapadri wetu wazuri sana watakatifu sana watatuelekeza na kutukumbusha ili tuweze kuishi ipasavyo kipindi hiki a, uh, cha kwa